Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa Ismail Ali Ussi amewataka wakandarasi waliopewa kazi za miradi ya kimkakati kama vile maji na shule za amali kuitekeleza kwa viwango vyenye ubora, hatua ambayo inalenga kujibu changamoto za wananchi. Kauli hiyo ameitoa wakati wa uwekaji wa Jiwe la Msingi katika mradi wa ujenzi wa shule ya amali katika eneo la Makuyuni wilayani Korogwe mkoani Tanga wenye gharama ya shilingi milioni 584. yetu tunalowaomba kwa niaba ya wananchi walio wengi hapa kwamba ule wakati ambao umewekwa kumalizika jengo hili kwa kuzinduliwa basi wakati ule ule uzingatiwe kwa umakini. Na mimi sina shaka, kwa sababu wakati tunakagua kule mafundi naona wanaendelea na kazi. Kwa kweli tunawashukuru sana, na mafundi wetu waendelee kuchapa kazi kwa sababu leo hii tunapofanya kazi hizi kwa bidii tunakuwa tunamjengea mahusiano mazuri Mheshimiwa Rais. Na hayo ndio mapenzi ya Daktari Samia Suluhu Hassan, ndio maana ameteua viongozi ambao wanajua nini kazi yao ya uongozi ambayo wanaenda kuifanya. Hakuteua viongozi ambao wanaenda kumwangalia mwananchi mmoja mmoja amefanya nini. Wao wamekuja huku kwa kuletwa kuzingatia mahitaji ya wananchi wetu. Siku zote nimekuwa nikisema kwamba hakuna kiongozi yoyote ndani ya taifa letu ama hata nje ya taifa letu ambaye ataweza kuondosha umasikini wa mwananchi mmoja mmoja, bali tunaweza kuwaletea mahitaji ya muhimu ikiwemo miundombinu ya maji, ikiwemo miundombinu ya afya ikiwemo miundombinu ya barabara ikiwemo miundombinu ya shule kama hizi, lakini pia kwenda kuwawezesha kiuchumi wananchi wetu. Mbunge wa jimbo la Korogwe Vijijini, Timotheo Mzava, akaeleza namna shule hiyo ya amali itakavyoweza kuleta manufaa kwa vijana. Tunashukuru sana serikali na tunashukuru sana kwa mradi huu ukizingatia kwamba sera mpya ya elimu sasa imeweka mkazo katika elimu ya amali, elimu kwa ajili ya ufundi, elimu kwa ajili ya kujitegemea. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwa kuwepo kwa shule hii itatusaidia. Vijana wetu ambao hawatapenda kwenda na mfumo wa kawaida wa elimu ya kawaida watakuja kwenye mfumo wa elimu ya amali, elimu ambayo kwa kweli ndawasaidia hata wenyewe kuweza kujiajiri na kuendesha maisha yao. Moja, kuwezesha wanafunzi kupata stadi, maarifa, ujuzi kwa vitendo vinavyohitajika kwenye soko la sasa la ajira na hivyo kuwawezesha kujitegemea na kuchangia zaidi katika maendeleo binafsi na ya taifa. Mbili, wanafunzi kupata ujuzi unaowezesha kujiajiri na kuajiriwa ndani na nje ya Tanzania. Serikali inajenga shule za ufundi wa amali nchi nzima ikiwa ni utekelezaji wa sera ya mpya ya elimu. Amina Omar, Daily News Digital.